Una mchele usiokuwa na chua, eh, wengine hauitwi mchele, unaitwa chua waliobakia, lakini utasema nchi hii neema yake ni kwamba ni ya Waislamu. La kujiuliza tu kwamba sisi wenyewe tunafanana na huo Uislamu hasa hapa tulipo, na huku tunakoelekea, na huku tunakoelekezwa. Hili ndio jambo la kulizingatia, kwa sababu kama hatukusimama kwenye huo Uislamu wenyewe, haya leo tuambia khatibu atakuwa hana maana, kwa sababu ukipotea kwenye Uislamu, utarudi tena kutaka kwa Mwenyezi Mungu, utarudi utaona wewe mwenye nguvu ni mwenye madaraka, mwenye nguvu utaona ni mwenye cheo mwenye nguvu utaona ni mwenye nguvu utaona kwamba ni Mwenyezi Mungu. Mkifika pahala ambapo mkausahau Uislamu, yatatokea mabaya, badala ya kukatazana, watatokea wengine watayahalalisha. Sasa mimi nilisema seme hili kwa sababu nayaona kwamba sasa maradhi hayo yanatuingia nchi yetu, eh? Yanaingia kwenye nchi yetu, linatokea baya tena. Wale tuliotarajia kwamba ni viongozi wa dini ya Kiislamu, badala ya kusema jamani, hili baya, japo kalifanya mwenzetu, lakini unakuta hamkani katika kulionesha kwamba eh? kulihalalisha na kulipamba lile baya ambalo limetokea, kutaka kulihalalisha na kumuona mbaya anayesema, jamani, hili kafanya mwenzetu, lakini hili eh, hili baya au sivyo? kwamba hili ni baya japo kama kafanya mwenzetu, lakini hili baya silo. Mwenyezi Mungu katufundisha katupa mifano mingi eh? Ahli sabti, watu wa sabti waliofika pahala, baadhi yao wakageuzwa kuwa nyani. Si kwamba kila mmoja katika waliokuwa nyani, si kwa sababu walikuwa na wao, walikwenda kukaidi amri ya Mwenyezi Mungu, wakenda wakavua siku waliokatazwa kuvua, lakini miongoni mwao ni kwa sababu hawakuliona baya lile ambalo wenzao walilifanya la kukaidi amri ya Mwenyezi Mungu kwa ujanja, hawakukataza na sio tu kwamba hakukataza, lakini hata kwenye mioyo yao hawakuliona, wakaona ah, hao jamaa wameshakuwa smart wow. Wao badala wasi, tumekatazwa Jumamosi kwenda kuvua, wao Jumaa ndo wanakwenda kutia nyavu, asema si ah, ah. Tunakwenda kwa kwa kamati kwenda kuvua Jumapili. Sasa Mwenyezi Mungu mnafanyia ujanja. Kosa lao lilikuwa, wengine, si kwamba kila mtu alifanya yale, lakini tunaambiwa miongoni mwao ni wale ambao hawakulikataza lile la kumfanyia ujanja, kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu wa ujanja. Sasa na mimi naliona hili linakuja huku kwetu pia. Sasa nchi yetu tumefika pahala, ukitaka kuhalalisha haramu litie kwenye siasa. Ukitaka kuhalalisha kuua wewe litie kwenye siasa, utaua na utaambiwa halali na utapata watetezi Waislamu hao wow. ukitaka kudhulumu litie kwenye siasa, utadhulumu na utapata watetezi wa dhulma Ukitaka kusema uongo litie kwenye siasa, utapata watu watetezi wa uongo wako. Ukitaka kurushi rushi kwenye litie kwenye siasa, utapata watetezi wa kutetea ghushi yako.